Shukran sana. Kwa sasa ni Zilizobamba na kama kawaida tunamkaribisha hapa Ali Bakari Mufti, mzee wa Ujda, lakini Mangula ndipo anapotoka, lakini anapousudu sana Unguja, mm. Zanzibar. Karibu Ali Bakari Mufti. asante sana <laughs> mefurahi kusikia kwamba eh, tunamtakia ama tunamtabiria jambo jema ndugu yangu Ayubu Hinja kuhusiana na udiwani. Jambo jema, mm. il eh? ni jambo jema eh? kuongoza watu Basta, katika eneo fulani katika kata fulani katika kata kutumikia umma, eh, Shekh Saidi, mimi nimefurahi kuungana nawe leo. Na eh, vile vile. E, Jumatano leo mm. siku zinakwenda, yes, tarehe kumi na tisa, tarehe kumi na tisa, bwana, kesho ni ishirini, ishirini, e, bwana. E, tutaanza kusikia zile nyimbo fulani vile zinazoashiria sasa mwaka ume Jingle Bell na zinginezo. Ah, nitashangaa, siseme hiyo. Eh, bwana, nitakuwa ni. Kwanza tupambe kisha tusherekee. Ah, nitakanishangaa. Eh, Sharifu Bayona. Naam. Upo vizuri ndugu yangu? Iko vizuri. Ya, sawa. Yes. Okay. Twende moja kwa moja katika ambazo zimebamba katika mitandao ya kijamii. Eh, kupitia kipindi hiki adhimu kabisa cha Viwanjani, nini kimebamba huko, tuangazie hapo, tuone na kwenyewe kuna habari gani. Kwanza tunakujuza kupitia ukurasa rasmi Azam TV Sports ni ukurasa ambao uh, unatumika kuweka habari zinazohusiana na michezo, na wiki ya moto ndio neno ambalo limetawala hapo juu, likikupa ratiba ya mechi ambazo zinaenda kupigwa kuanzia uh, siku ya Ijumaa. Itaanza ligi ya mabingwa Young Africans dhidi ya ES FAR Rabat majira ya saa kumi jioni. Uh, lakini pia baadaye kombe la shirikisho, hiyo ya Yanga ni Azam Sports 4 HD. Lakini kutakuwa kuna mechi ya kombe la shirikisho tarehe 22 hiyo hiyo ambapo CR Belouizdad itaikaribisha Singida uh, Black Stars majira ya saa 4 usiku. Alafu tunarudi kwenye ligi ya mabingwa uh, Jumapili ya tarehe 23 ambapo Simba Sports itaikaribisha uh, Petro Atletico ambapo itakuwa ni majira ya saa 10. Alafu hiyo ni itakuwa ni Azam Sports uh, 2. Lakini pia kuna mchezo mwingine ligi ya mabingwa ambapo Al Ahli dhidi Jes Kabili ambayo hiyo itakuwa ni tarehe 22 pia hiyo. Uh, lakini pia tarehe ZBC2 kutakuwa kuna ligi ya mabingwa ambapo Pyramids inacheza dhidi ya Rivers United. Alafu tarehe 23 kuna kombe la shirikisho pia ambapo uh, AS Manyema inaikaribisha Azam FC uh, majira ya saa kumi jioni. Ni wiki ya moto. Kama sio eh? Yeah, kabisa. Mm. Tabisa, mm. Wiki ya moto kulikweli. Eh, ndani yeah. ya kisimbuzi cha pale yeah. kwa juu. Kwa juu. kwa juu wiki hii tarehe ishirini hey. <laughs> <Hey>. <zani. laughs> na mbili eh lipia usipitwe, eh imeandikwa. Hebu Injo, mechi ipi unaisubiri kwa hamu hapo? mechi zote zote mechi zote zinahamasisha. Ujue, ingekuwa mm. uh, nyumbani kuna tv labda mbili au tatu, unaweza kusema zote unazitazama, kwa sababu zipo mechi ambazo zimefatana kwa muda mm. Lakini pia ikimalizika moja nyingine inafuata uh, ukitoa mechi hizo za wiki ya moto mm. Lakini pia weekend kuna ligi kuu ya NBC Marejea yes, yes, yes, yes. Yeah. Mm. Kutakuwa na KMC anacheza hapo KMC mm. na Mungo anacheza kule Ruangwa mm. na mechi zingine zinaendelea mm. kwenye Hispania kuna Barcelona mm. na Bilbao mm. Mm. Barcelona bado okay. Sio okay. rasmi, lakini wanatarajia kutumia uwanja Camp Nou. Camp Nou. kwa hiyo unaona ni moja mechi kubwa, mm. lakini bado kuna Derby della Madonnina mm. e, mechi mm. kubwa sana Italia yeah. Inter Milan na AC Milan. Ndio bwana. Mm. No. ambayo itakuwa kwa Kiswahili yes, itatangazwa kwa yeah. Kiswahili hizo no, no. zote ni wiki hii ya moto, mm. lakini kwa uchache tumeweka mechi za e, Ligi ya Mabingwa na Kombe la, na. Kombe la. Kombe la. Shirikisho ambazo zinakwenda kuanza kwenye hatua ya kwanza hatua, yes, ya makundi na mechi zote hizo, mm, hautamani kuangalia pembeni. Yani in, in, kila kitakachofuata unata in short hapo, Injo kusema, mm, mtu ataanzia saa tisa kamili, eh, a mchana ikoze eh, saa tisa kamili za mchana eh, mpaka saa sita Saan kamili, sita, usiku limoti inakaa, mm, ndani kama suka ndani au kilibotikee yeah. pembeni pa kwenda na wenzangu tu naenda three yeah. naenda four watanuna sana kwa sababu mechi ikianza <laughs> saa kumi uchambuzi wake saa tisa. Kwa hiyo mm. yeah. saa tisa unaenda uchambuzi mpaka saa kumi mm. kumi inaanza mpaka kumi na mbili mm. kumi na mbili hapo, unakuwa unachagua mechi nyingine saa yaani yeah. kumi na mbili mpaka saa moja mm. saa moja inaanza mechi nyingine mm. saa moja mpaka saa tatu saa tatu uchambuzi mwingine mpaka saa nne. Inaanza mechi ya saa nne ya Singida hmm, na velozidadi mpaka saa sita, saa sita. Umefunga hmm, shughuli unasubiri. Kesho Jumapili tena hivyo hivyo. oh, yeah, utatazama kweli kombolela wakina Rukaya watanuna sana tv mpira hivi nyingine mpira halafu inapelekea pia tv moja itakuwa haitoshi, yaani utakuwa ndani lakini unaona vingine vinakupita, yeah, ah, kwa watu kama sisi ambao tunapenda burudani a ushangaa tu de, de de mm. yeah, shangatu, kikawaida kawaida, una TV zako nanua tatatu tu yeah, nikko, nikko, nikko, unafunga pale ndani ila, pia haifai kuwa na chumba kimoja manake TV tatu uwezi ukafunga kwenye Yes, uh, tuendelee katika posti nyingine, hiyo moja familia na mtazama, naomba hiyo <laughs> <kumako. laughs> <laughs> e, bwana, bila shaka uliwaonyesha kidogo hapa Shasaidi, yes. eh, kupitia kipindi hichi cha viwanjani lakini mm -hmm. haya ndio alijiri katika eh, Buguruni Sheri pale mm -hmm. na zoea ya kuita hivyo na safari sasa wanakwenda Chanika, hapo Chanika, Chanika, eh, kidogo Uh, semaje Ahmed Ali aliungana na mashabiki wa mm, Simba Sports uh, katika ile amshamsha ya uzinduzi wa Hamas, au sio? Hayo yalionekana, tupate kionjo kidogo, tuone wanachocheza hapa. Hivi tu vyangu bwana. Haya basi, sawa kidogo tu Simba naipenda, usifikiri utani. Ingekuwa embe dodo ningekuwa na majani hapo. King Faida ndo namsikia hapo na e. Kwa hiyo ndio maana ukionyesha, yaani Simba ukiona wanafanya hivi, halafu anapembeni pembeni, ujue ni hiyo, nyimbo ni nyimbo ambao huwa ina wabusti sana. Uzuri tulikuwa naye Maroko mm. sawa Ilikuwa ina muhimu ah, ah, yani, yani kama ice katika keki basi sawa. <laughs> Tuende katika posti nyingine kwenye tuone kuna, kuna habari gani? Hamasa hizo za simba zimeanza kuelekea katika meja, yes, kupitia ukurasa wa uh, Ali, kama meneja habari na mawasiliano Yanga Africans, anasema jumamosi sio kushambulia, ni tutawavamia. Yani sio <laughs> kushambulia <laughs> <laughs> <laughs> Afu alisema walabu pia wachaguane. Afarikabu alisema hivi Kripu zenu, wachambuzi waandishi, tumezihifadhi. uh -huh. Kwa hiyo sasa ni wakati wetu sisi wa kuongea uwanjani kwa matokeo kuenda kuyapata uh -huh. Zile zote mzochambua sijui watafanyaje wa, waisha sasa mm. Tumesema asanteni, tumezihifadhi, tutaleteni lisiti zetu, lakini cha kwanza tunaenda na hawa. <laughs> <laughs> Tuna kidogo sana uh, Sharifu Bayona, Young Africans mm. wakipata pointi tatu Jumamosi zitakuwa zina msaada gani? kidogo sana ah, kaka, itakuwa kubwa sana mm. kwa sababu kitu ambacho kinatazamiwa ni kwanza kuanza vizuri mm. kushaanza vizuri maanaake, unapata konfidensi ya kuendelea kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo cha kwanza ni mwanzo huu, hapo unaanzaje? kianza vizuri, kila kitu kinakuwa vizuri. Ah. Mufti bwana, nimependa hiyo picha muvaibu mperumbe sijui wilishemoka, lakini bonge moja la picha, bonge moja la picha. Picha ah, ambayo inaongea sasa hivi. Yeah. Yeah. Yeah. Kuna vita wapiga picha haya mm. Yes, hiyo ni alikamwe. Twende katika posti nyingine mechi yao ni tarehe 22 kwa maana ya Jumamosi. Uh, Azam FC wenyewe wameweka mechi kubwa ambazo watazicheza katika mwezi Disemba. Ya wameweka mechi hiyo kati ya Azam FC itaikaribisha Singida Black Stars. Eh, uh, hiyo mechi itacheza tarehe 3 ama Disemba 3. Yep. Na mm, mabadiliko ya ratiba. Yes, kutokana na mabadiliko ya ratiba. Mm. Lakini pia kuna mechi kati ya Simba Sports dhidi ya Uh, Azam FC kwa maana ya kwamba Simba itakaribisha Azam FC. Hizi mechi zote zilitakiwa zichezwe mwezi Novemba, sio? Kwa hiyo, yes, zimepelekwa mwezi Disemba tarehe sita. Yeah. Yeah. Hii kama imerudi kwenye tarehe yetu, kwenye tarehe. Awali ilipangwa hiyo tarehe sita mwezi Novemba, sio? Yaani hapo ya, ya, Singida ilikuwa kwenye tarehe 30. Tarehe 30 ya Singida. Oktoba. Hii ya ya Simba ilikuwa tarehe 3. Tarehe tatu mwezi Novemba. Novemba aa, mm, yes. mm. Ah, vizuri. lakini kikubwa ni kwamba mechi kubwa na kuna mtu hapa anasema ngoma big match ndio zimefuatana hapo. eh msuli wako, msuli wako namna gani? una kwenda chukua tatu hapo basi kidogo kuna mwaliko mzuri chukua hizo sita hapo. azam fc akichukua sita hapo kuna mmoja ushaitoa tena

Zama, unajua msimu uliopita walikimbizana wali sana kwenye nafasi ya mm -hmm. tatu na nne tofauti, yeah. mm -hmm. ilikuwa pointi mbili au ya moja yani, mpaka mm -hmm. msimu unamalizika. yes, yes, uh, utakumbuka Simba uh, Simba ilichukua pointi tatu za Azam Zanzibar yes, Benjamin Mkapa ikaenda sare mbili mbili mbili, mbili. Yeah. bonge moja la mechi. Kwa hiyo unaweza ukaona mtiririko wa uhitaji kwa timu zote mbili, basi kumbe disemba yeah. yeah. yeah. naenyewe kwenye posti nyingine na kwenye tuone, kuna, kuna habari gani eh? Dunia eh, jana ilikuwa kwa wale wanaofuatilia mambo ya kisiasa wameguswa, lakini pia wanaofuatilia mambo ya mpira na wenyewe wameguswa. Eh, wenyewe wanamsema ni Crown Prince eh, Muhammad Salman, yule mwanamfalme wa Saudia, afanya ziara kule nchini Marekani. Mm. Eh, na kukutana kufi, eh, ikulu ya Marekani. Hapo ni ikulu ya Marekani. Sasa katika mm. ile wenyewe anasemaga delegation ama ujumbe ule ambao ameambatana nao mm. ulikuwa ni Cristiano Ronaldo mm. na akateka bwana Ronaldo hapo. Namuona Elon Musk yupo katika mm. selfie mm. na Ronaldo, Infantino inf, huyo eh, yes, Infantino huyo uh, Infantino, Infantino hapa yeah. uh, ni mwenza wake Ronaldo mm. mm. e, wameteka wameteka ikulu bwana yeah. Yaani Elon Musk kenda kuomba selfie kwa Ronaldo ama ni vipi hapa? Yaani kuna video moja hivi ulijiandana nayo. Unatajiri mmoja anajitambulisha jitambulisha, mimi naitwa Said Msumi, nafanya kazi za Azam TV, naitwa Hinjo, mtangazaji ni mtengenezaji. Ali Bakari Mufti alifika kwake, ukisema tu a, a, ni mtu fulani Afu tena ilikuwa ni mbele ya rais. Yani haina haja ya maelezo mengi. Ni nchi ya Afrika tu. Yeah. Ilikuwa ni Zambia, hmm. Kwa mwisho wa siku <laughs> bro hakuna <laughs> namna sawa, so, yani, huyo ni Cristiano Ronaldo hiyo, hmm. Hapo bwana, uh, sasa <laughs> mimi sijafuata picha lakini tumefuata uh, kile ambacho kimeandikwa na Jifti Macha anasema, leo nimebahatika ni kupiga picha na mtangazaji wa kipindi cha viwanjani ndani ya Azam TV, eh, Van Msume akimtaja po hapo, kaka ama kaka Saidi ni mtu mstaarabu na mwenye upendo sana pia anaifanya kazi yake vyema sana. Eh? Ah, no. Yani, kwa mfano labda ange zingewekwa sifa ambazo labda sio nzuri, Singo ni vile watu ambavyo wanakutazama mm -hmm. Unakubaliana na zilizowekwa hapo kwanza sifa hizi ah. ni za kwako kwako huwezi ah. eh. kusema kama hizi sifa ni za kwangu yani mm. kumwambia kwamba Hinjo na sifa fulani yaani sisi ndo tunamwona Hinjo mm -hmm. Hinjo na sifa ya upole, inaweza sio mpole lakini ni mtaratibu. Yaani sisi ndo tunamuona

Eh, kuna mtu ameandika hapa anasemaanaa anasema bahati kweli baha we bahaaa, jana nilitoa ahadi ya mchele pepeta. Yani usiku nimekosa usingizi kuwaza namna gani nitatekeleza ahadi <laughs>